Karibu kwa meditation yetu ya leo. Ningependa kukualika kwenye meditation hii. Wakati huu ni muhimu sana, wakati wa kutulia, wakati wa kuachilia mawazo yetu ya siku, na wakati wa kurudi ndani kwa utulivu ningependa kukualika uweze kuketi chini ama ulale chini katika nafasi iliyotulivu. Uruhusu mwili wako upate msaada kamili. Ningependa kukuambia usilazimishe chochote, hakuna cha kurekebisha na hakuna mahali pa kukimbilia upo palipo sawa, upo palipo na uzuri. Funga macho yako pole pole na ulete umakini wako kwenye pumzi, pumzi yako, unapovuta hewa, unapopumua. Peleka umakini wako kwenye pumzi yako. Vuta pumzi taratibu kupitia kwenye pua, shikilia kwa sekunde chache, kisha toa pumzi pole pole kupitia mdomo. Tena vuta pumzi, natoa pumzi. Kwa kila pumzi unayotoa ruhusu mvutano uanze kuondoka mwilini. Ruhusu mabega yako yashuke, ruhusu mabega yalegee, na uso wako upumzike. Ikiwa kuna mawazo yanayokuja wakati kama sasa, usiyapige, yatazame tu, kisha yaruhusu yapite, kama mawingu ya angani. Hakuna haja ya kuyafuatilia, hakuna haja ya kuyafikiria, hakuna haja ya kuyadhulumu au kuyadharau. Sasa ningependa kukualika uanze kuleta mwili wako na umakini wako ndani zaidi. Hisi kifua chako kinapoinuka unapovuta pumzi na kushuka unapotoa pumzi. Hapo ndipo ulipo. Wakati huu hakuna jana, hakuna leo, ni sasa tu. Chukua pumzi nyingine ndefu, na unapotoa pumzi, ruhusu akili yako itulie zaidi. Sasa Elekeza umakini wako kwenye moyo wako, sio moyo wa mwili tu, bali kituo cha ufahamu ndani yako. Hapo ndipo utulivu unaishi, hapa ndipo hekima iko, hapa ndipo uwepo wa maisha unapojieleza kupitia wewe. Jisikia kana kwamba kuna mwanga laini wa upole unaoanza kuangaza katikati ya kifua chako. Mwanga huu hauna haraka, haukulazimishi. Mwanga huu upo tu. Kwa kila pumzi unayovuta mwanga huu unaongezeka taratibu na kwa kila pumzi unayotoa mwanga huu unaendelea kupanuka zaidi na zaidi. Mwanga huu ni ufahamu. Mwanga huu ni uhai. Mwanga huu ni akili ya ulimwengu ikijieleza kupitia wewe. Hakuna kitu cha kuomba, hakuna kitu cha kukimbilia. kila kitu kiko sawa hapa. Ningependa kukuhimiza uruhusu mwanga huu uanze kuenea kwenda kwenye mabega yako, kwenda kwenye mikono yako, kwenye viganja vyako, hadi kwenye vidole vyako. Ruhusu mwanga huu uende kwenye tumbo lako, kiuno miguu na mwili mzima. Sasa umejaa mwanga huu, mwanga wa utulivu, mwanga wa unyenyekevu, mwanga wa afya, mwanga wa kufaulu. Sasa kimoyomoyo, ningependa useme, au kwa sauti ya ndani, sema maneno haya ni kama ni maneno yako mwenyewe. Ninatulia ndani ya uwepo wa maisha yangu. Nipo salama, nipo hapa, niko kamili. Uchukue muda kuhisi maneno haya, usiyafikirie tu, bali yahisi maneno haya ambayo nitarudia tena inatulia ndani ya uwepo wa maisha yangu. Nipo salama, nipo hapa, niko kamili. Ikiwa akili itajaribu kurudi kwenye kelele ire, irejeshe kwa upole kwenye pumzi. Hakuna makosa, rejesha akili yako kwenye pumzi na uendelee kuketi katika utulivu huu ambao tuko nao sasa. Ningependa kukuhimiza uanze kuhisi hali ya shukrani, kwa kizungu tunaita gratitude, sio kwa sababu kuna kitu kimeongezwa, bali kwa sababu unatambua unatambua kitu ambacho kimekuwa kwa muda wote. Shukrani kwa pumzi, shukrani kwa uhai, shukrani kwa ufahamu huu. Ruhusu shukrani hii iwe hali, isiwe tu sentensi, iwe hali na mtindo wako wa kuishi. Sasa kaa kimya kwa sekunde chache, ukiruhusu akili ipumzike ndani ya utambuzi huu. Na unapotulia, sikiza na uhisi maneno haya. Ikiwa kuna swali, jibu ni utulivu. Ikiwa kuna hofu, jibu ni uwepo. Ikiwa kuna mchanganyiko, jibu ni pumzi. Wewe siye mawazo yako, wewe ni yule anayeona. Wewe sio hofu zako, wewe ni nafsi inayoziruhusu zipite, na ndani ya nafsi hiyo kuna hekima isiyo na kelele. na sasa taratibu, anza kurudisha umakini wako kwenye mwili. Hisi uzito wako ukigusana na kiti au sakafu au sehemu ambayo umejilaza. Hisi pumzi ikiingia na kutoka. Usifanye haraka, chukua pum pumzi yako moja ya mwisho ndefu na utoe polepole. Anza kusongeza vidole vyako vya miguu, vidole vya mikono na labda pia kunyoosha shingo yako. Unapokuwa tayari, fungua macho yako polepole. Beba utulivu huu pamoja nawe, usiuache hapa, na ukumbuke utulivu hauhitaji mazingira maalum. Utulivu upo ndani yako, na unaweza kurudi hapa wakati wowote wa kwa pumzi moja tu. Asante sana kwa kujumuika na mimi katika meditation hii yetu ya leo, meditation ambayo ilikuwa tu ya utulivu. Asante sana, ubarikiwe. Namaste.